Baba mwenye nyumba ameniambia kwamba hujampa hela ya kodi. Ehe. Ngoja nikwambie kitu kimoja brother. Nisahau kuambia kuna mtoto mmoja mkali, mtoto yani ukimuona, kwanza mtoto mweupe, sawa, lakini pia e, wale huwa, wa, wa, wa, wanaita nini vile e, u, mtoto ana yaani, mtoto ana bobobo. Sasa shida nimemkuta na shida. Mbona shida nimemkuta na shida, yaani nipo mwelezea tu hisia zangu kwako na nanieleza matatizo yake, asi kwa ya po, nikaona sina namna nimsaidie. Unasemaje wewe? Yaani, yaani hela yani, yangu mimi ukampe mwanamke Unamshawishi mwanamke kwene hela ambayo sio ya kwako. Sasa kaka amenieleza shida zake, na mimi nampenda e, ili, ili kumshawishi nikaona ni- nimsaidie matatizo yake, ningefanyaje sasa? Kaka usinchanganye, unasikia? Usinchanganye ana ile hela tuliochukua kwene vikoba laki tatu ikwaki ile vikoba nao aka akawa amenieleza, ak ak kwamba babake naye ana matatizo, kwa hiyo hivyo nikaamua ni bebe hayo majukumu, nimemsaidia yeye na matatizo ya babake, kwa hiyo ile nayo nimempa, e, mdogo wangu e. Unawezaje kutatua matatizo ambayo yako nje na uwezo wako? Yani pesa ya kwangu mimi ukasaidia matatizo ya wa watu wengine zipo kweli wewe? Yaani kodi ukampe mwanamke, ela tumechukua vikoba kule ili tufanye mambo mengine, nawe umempa mwanamke. Hivi matatizo yako yanakuhusu? umemuoa huyo mwanamke wewe? utakuwa lini uta, asipokupenda nini? Asinipende na hela amekula na mloga kwa nini? Si mloga na mloga akiam